Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, jana tulikuwa tukizungumza katika kufafanua majina ya Allah ya sifa zake. Tulifafanua jina Ar-Rahman, na katika jumla ya mapito yetu tukakumbushana kwamba Ar-Rahman na Ar-Rahim ni majina mawili ya Allah yanayoonyesha rehma rehma zake Allah, lakini Rahman ni rehma zinazopatikana kwa viumbe wote hapa duniani. Kwa viumbe wote duniani wanapata rehma hizi, kwa sababu hapa ni sehemu ya kuja kufanya kazi, na yeye Allah ni mlezi, anatulea. Kwa hiyo watu wote wanapata rehma, na katika zile rehma ambazo zinapatikana duniani tukasema ziko namna mbili kuna arrahmatul amma wa rahmatul khasa, rehma ambayo wanaipata wote, anayestahiki rehma na asiyestahiki pia anapata rehma. Hizi zinapatikana kwenye yale malezi ya Allah, kwamba atawanyeshereza mvua, wote watapata na watafaidika na sababu za maisha kwa mvua hiyo. Jua watapata wote, anaestahiki hata asiyestahiki. Asiyestahiki kwa maana gani? si mtiifu kwa Allah na pengine anampinga kabla, lakini bado atapata naye. Jua atapata fadhila za jua, sababu za maisha, atapata pesa, atapata kuvuta pumzi, ataona, hata kama anamtukana Mungu yeye, yeah, atapata vitu hivyo, mali nyingi tu, vitu vingi tu atapata, lakini kuna rehma hasa hizi. Rehma hasa hizi wanazipata walioamua kujisogeza kwa tukawa tumepiga mifano hata kwenye malezi ya wazazi nyumbani. Mtu ana watoto wake wengi, wanapata rehma zote kwa wazazi wao, zile ambazo ni wajibu kwa ajili ya malezi, lakini yule atakayejisogeza sana kwa mzazi wake, basi huwa kuna rahma hasa ambazo wanazipata kwa mzazi wake. Tumepiga mifano hiyo, eh? Sasa ili tuifafanue vizuri, tuendelee kupata faida katika hizi rehma hasa ambazo watu huzipata kwa Allah subhanahu wa taala. Hebu kwanza tuangalie tuangalie hadithi mbili hapa. Moja ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya pili hadithi alqudsi, maneno ya Allah yaliyopitia kwenye kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uone ukiwa umejisogeza kwa Allah mpaka Allah akakupenda inakuwaje? Unapoona zile rahma khaswa zinakuja sasa. Inkana <taps> laka mawaddatun min Allah, kama we una mapenzi kwa Allah. Fa inna Allah ta'ala yaj'alu awliya'aka yuhibbuka, Allah anafanya wale wapenzi awliya'ahu, yuhibbuka, anafanya wapenzi wake yeye Allah. Wanakupenda. Ikiwa kuna mapenzi ya Allah kwako, rahma hasa hiyo basi, Allah anawafanya wapenzi wake wakupende, sawa sawa eh? Wale wapenzi wa Allah nao wanakupenda wewe. Mungu anawapenda watu fulani na wakupende. Kwenye hilo tulipata kwenye hadithi aliyoisimulia Abu Huraira, ameipokea Imam Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah idha ahabba abdan kwa hakika Allah akimpenda mja wake daa Jibril, Allah anamuita Jibril. Jibrili si tunamjua kama malaika mkubwa sana sawasawa? malaika aliyekabidhiwa kazi ya kuwa, kuwaendea mitume wa Mwenyezi Mungu kuwafundisha, kuwapelekea ujumbe. Mungu anamuita malaika huyu special, faqala akamwambia, inni uhibbu fulana fa ahibahu Anamwambia malaika huyu Jibril, Jibril, mi nampenda yule fulani, na we mpende. Hebu iangalie vizuri hiyo statement hiyo. Mungu amempenda fulani, anamwambia Jibril, yule mi nampenda, mpende na wewe, apendeze kwako yule. We utangaziwe kupendwa na Jibril, wewe huna habari, lakini umetangaziwa na Allah, Jibril akupende Jibrili ameagizwa na Allah, lazima atakuona wewe ni mtu muhimu sana, atakupenda. Mtume akasema, fayuhibuhu jibrili, basi Jibril atampenda mtu huyo. Thumma yunadi fi ssamai, kisha Jibrili naye anaagiza, anaita mbinguni, kuwaita malaika wenzake. Fa yaqulu, anasema, inna Allah yuhibu fulanan fa Inna Allaha yuhibbu fulana, hakika Allah anampenda fulani. fa ahibbuhu, na nanyi mpendeni yule. Leta taswira, Mungu amekutangazia mbinguni, Jibrili amekupenda naye, ameagiza malaika, yule ni mtu muhimu kwa Allah, anapendwa na Allah, nanyi mpendeni. Wewe wala huna habari kama kuna hilo fayuhibuhu ahlu samai, wale walioko mbinguni wanampenda. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma yudhau lahu alqabul fi alard, kisha mtu huyu huandikiwa na Allah, anaekewa na Allah kukubalika ardhini. Mungu mwenyewe ndiye anafanya hivyo. Viumbe wa Mwenyezi Mungu wanajiona kwamba hawana namna, namna tu wako wako naye Mungu amefanya hivyo, hii ndio rahmatul khassa. hii sio ile ya kuwa mmepewa mvua kwa wote ah, kuna kitu maalum Mungu amekifunua kwako, lakini kinakuja kwa wakati gani? Unapojisogeza. hadithi hii ni ndefu, tumeizungumza kipengele cha kupendwa tu, ina na upande wa pili. Mungu akimchukia mja, anamwambia Jibrili vile vile, yule simpendi, na wewe umchukie yule. Jibril anakuchukia vile vile na Jibril, alafu anawatangazia malaika vile vile yule kiumbe ule anachukiwa na Allah, mchukieni. Malaika wanakuchukia. Kumetokea nini mpaka ikawa hivyo? Umejikimbiza wewe kwa Allah. Rehema ile ya wote ile pale duniani unaipata kwa sababu Allah ni Rahman, mlezi, sawasawa yamvua jua, uvuta pumzi, kupata pesa, ama ya wote, lakini rehma hasa kwako umeikosa, umekushatangaziwa kuchukiwa. Sawasawa, mwisho wa hadithi hii ikasema, thumma yudhau lahubahdhau anaakiwa chuki, anatangaziwa chuki katika ardhi, achukiwe viumbe. Amampendi tu, anaweza hata na hatanabo, anapaka tu ya la paka pia wampendi, mbwa tu akimwona, yuktabu lahul baghdha, anaandikiwa kuchukiwa. Hiyo ni picha ambayo tunaipata katika hali hii. Kwa hiyo hebu lete taswira ni kujisogeza tu kwa Allah ili upate rehma hii hasa. Lete taswira kwamba Allah anakupenda Akishakupenda maanake, hukuongoza, hukufanyia wepesi katika yale ambayo ni muhimu kwako, ya kufai duniani na kesho akhera. Utaona mambo gani? Kuna vikao vya elimu utavipenda, unavifuata, msikiti ukisikia adhana unajikuta unapenda kwenda. Mwingine anaona uzito, lakini mwingine anaona hapana, aende tu. Ni Allah tayari ameshakuandikia hilo kwa sababu umejisogeza utakuwa unahamasisha mambo ya kheri, unajikuta umo we kwenye kuhamasisha, na ukihamasishwa wewe pia, unapoelezwa unaona una kinai. Kuna mtu mwingine ukimwelekeza kwenye kheri, unamfahamisha kheri bskawambi hey, watu wengine wako watu tele huko, ye hataki kusikia. Hata ukikumbushwa kifo pia unakubali, unakumbushwa kifo kwamba kitakuongoza, kitakusaidia kufanya kheri unakubali, lakini kuna mtu akimtajia kifo anakwambia bwana, wewe unaanza kututisha bwana, unatutisha tushindwe hata kutafuta pesa. Hataki kutajiwa kifo, kwa maana yake anaona ya kwamba duniani amefika. Kwa hiyo dalili za Mungu kukupenda kukufungulia ile rehma hasa, ile unakinai mambo ya kheri na anakufanya ni wakili wake kwenye kufanya kazi za duniani fulani fulani, kazi fulani fulani Yaani, Allah kwani anashindwa kufanya kazi mwenyewe? Kazi zake, si akitaka jambo anasema kuwa linakuwa, si ndio? Lakini anakuchagua wewe ni wakili kwenye mambo fulani fulani, yafanye. Huyu nimemtuma, Mungu anamtuma. Unamwona ametingwa tu na mambo fulani, yeye ni wakili wa Allah kwenye kazi hizo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema katika hadithi aliyoisimulia Anas bin Malik amepokea Imamu Tirmidhi, hadith sahihi. Mtume anasema, idha arada llahu biabdin khairan, Allah akimtakia mja wake kheri, istamalahu, anamtuma anamfanya mtumishi wake wakili wake kwenye jambo fulani fulani, faqil ya rasul llah kaifa yastamiluhu, masahaba wakasema anamtuma vipi huyu anamfanyaje wakili qala mtume akasema yuwafiquhu li amalin salihin qabla al-maut anampa taufiki ya kufanya mambo fulani fulani mazuri kabla ya kufa anamtuma we fanya hili hili lina manufaa kwa watu hili litasaidia kwa hiyo anakutuma anakupa kazi Mungu anapompenda mja hiyo ni rahma khaswa hiyo, sawa sawa? So, so, eh? Unaweza ukasema ukasema sasa, ah, yule si amependwa, kama mimi sikupendwa lawama yangu ya nini? Kinachokufanya upendwe ni nini? Sikujipendekeza, ndivyo sivyo? Duniani tunajipendekeza sisi kwa watu, unajipendekeza ili upendwe, si ndio? Kwa Allah unashindwa kujipendekeza? Ukijipendekeza utapendwa, ukijikimbiza achwa kwa hiyo mtu anajipendekeza kwa Allah mpaka anapendwa. Akishapendwa, Allah humfanye mtumishi wake, kwenye kazi fulani fulani. Huyu wakili wangu kwenye hizi kazi, anasimamia kazi zangu. Subhanallah, unafanya kazi za Mungu wee. Amekutuma wakili. Kwa nini umepewa? Ulijipendekeza. Sawa, tuko pamoja, naam. Sasa isikilize hii hadithi al-Qudsi Hadithi Alqudsi, Abu Huraira amesimulia, ameipokea Imamu Bukhari. Allah anasema hivi man ada lii waliyan, mtu anayemkera, anayemfanyia uadui, anayemuudhiudhi yule rafiki yangu, mpenzi wangu, yaani Allah na wapenzi wake. Sasa amekwisha mchagua mja Pengine amempa shughuli zake, ni mpenzi wake, walii wake, rafiki yake. Sasa kuna mtu anamsumbua, kwa hiyo Allah anatangaza hivi manada li waliyan, yule mwenye kumfanyia ubaya, kumkera, kumsumbua, kumfanyia uadui walii wangu, huyu rafiki yangu, mpenzi wangu, faqad adhantuhu bilharb, nimemtangazia vita ya Allah. Allah akikutangazia wewe vita <laughs> inakuwaje? Mungu akutangazie vita! Amesema maneno haya, nimemtangazia vita huyo anayemfanyia ubaya yule ambaye mi nimemchagua nimempenda. Subhanallah! Akaendelea Allah katika hadithi al-Qudsi akasema, wama taqaraba ilaya abdi bishaiin ahaba ilaya mima ftaradtu alaih Wama taqarraba hatojisogeza wama yazalu ya abdi yataqarrabu ilayya, hatoacha mja wangu kujisogeza, hapana. hmm, wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in, hatojisogeza mja wangu kwa jambo lolote. Ahabba ilayya, linalopendeza kwangu zaidi. Mimma aftaraltu alayhi, kuliko yale ambayo mimi nimemfaradhishia mja wangu hakuna vitu ambavyo atajisogeza kwangu kuliko vile nilivyomlazimisha kufanya. Allah kuna vitu sisi ametufanya lazima fanyeni, nataka hivi, si ndio? hivi vitu hivi anasema ndio vya kwanza, vile vya kujisogeza kwangu, navyovipenda sana mi ni hivi. Nimekuambia swali swala tano, nataka uswali swala tano. Usiseme ah, lakini mimi natoa sadaka sana A -a, kwanza nataka hizi. Mimi huwa naswali swala za usiku swala za usiku kwanza, pembeni, kwanza kwanza tano sawa eh? Nafunga Jumatatu na Alhamisi, lakini Ramadhani ikifika ukufunga? Hapana, funga kwanza Ramadhani, ndio msemo ulivyo sawa eh? Vitu ninavyopenda sana kwanza kwa mja wangu ni vile ambavyo nimemfaradhishia. Baada ya hapo, sasa hatua ya pili, sikiliza, hatua ya pili hapa sasa, unataka upate rahmatun khassa, rahma ile special. Wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hatoacha mja wangu kujisogeza kwangu kwa ibada hizi sasa za ziada za sunna. Hii sasa shughuli hizi za sunna, hatoacha kujisogeza kwangu, hatta uhibahu, mpaka nitampenda akifanya hivyo. Manake akifanya hivyo nitampenda. Mja wangu sasa, ikiwa kuna ibada za sunna anazipenda, anajisogeza kwangu kwa, kwa hizo, maanake anajipendekeza huyo. Sasa ndio akifanya hivyo mimi nitampenda. Mapenzi yanayomsababishia ya mtu kufunuliwa rahmatun khasa ni pale atakapokuwa sasa anajisogeza kwa Allah kwenye vitu ambavyo hajalazimishwa. Mtume amevifanya akavisema, akavihamasisha lakini sio vya lazima. Akijisogeza kwenye hivi nampenda huyu ndio pale unapotangaziwa sasa mbinguni, Jibrili, mimi huyu nampenda huyu sawasawa, imekaa vizuri, umejipendekeza. fa idha ahbabtuhu, nikishampenda mtu huyu sasa, maneno yanofuata, kuntu samahu, mimi nnakuwa ndio usikiaji wake, maanake mi ndio masikio yake, alladhi yasmau bihi, ambayo anasikizia usikiaji wake huyu ni mimi subhanallah. Vipi anajua Allah wewe? Sasa kipindi hicho ukishapendwa na Allah, kusikia kwako ni sikio la Mungu, limekufanya wewe usikie. Vipi usiende mbali, kwanza kwenye miujiza, anasikia kimiujiza. Miujiza acha kwanza miujiza, yaani maanake Mungu anakupenda kwenye kusikia vitu hivi hiyo ya kwanza ya haraka haraka, sawa. Allah anataka we vitu hivi ndio wewe unavisikia hivi, si usivisikie, hakufanyi usikie, unaelewa? <coughs> ndio hatua ya kwanza. Ukisema je, kusikia hata kimeujiza, meujiza, hata hiyo pia yaani, unaweza ukawa unasikia kimeujiza ukifika hatua za juu kushinda mtu mwingine, hilo pia linawezekana. Mungu alimfanya Khidri, sio nabii sio nabii Khidri, lakini alijua vitu ambavyo nabii Musa pia hakuvijua, naye ni katika ulul azmi mina rusul sawa sawasawa. Akamfanya anajua vitu, kitu hiki ncha mbele huko, akamfanya yeye anajua. Ni utashi wake Allah, yakhtar anachagua anayetaka ni kiasi gani amejipendekeza, mpaka akawa anasikia kimeujiza. Hilo pia linawezekana. Kwa hiyo Allah anatangaza, anasema mimi nakuwa ndio usikiaji wake mi nimekuwa sikio lake na kusikia. Si hivyo tu, wabasarahu alladhi yubsiru bihi, na ninakuwa jicho lake, maanake mi ndio uonaji wake yeye. Ni jicho lake alladhi yubsiru bihi ambalo anaonea, subhanallah, uonaji mkubwa sana huo. Tafsiri ya haraka haraka kwamba Allah anakufanya we uone vile vitu anavyovipenda tu, ndio la kwanza kwenye vitu Allah havipendi, we uendi kuona kabisa. Leta taswira fupi tu, ukija ukisikia leo kuna mwana mwana sijui mwana nani, msanii fulani amekuja, kwani watu wote huwa wana hamu ya kusikia habari hizo eh? Sisi tuna tofautiana, kuna watu eh, usanii fulani leo ya yeah, akili yote tayari iko huko, anataka kumjua atakuwa wapi. Wewe ukishasikia kumbe kumetangazwa msanii, hata wala habari tena, anataka kujua atafanya nini, wapi Unaona kazi ndio inavyokuwa, ni mtindo huo, sijui kuna nani anakuja kuimba nyimbo za mapenzi hey. Unakuja kuletea habari ya nyimbo za mapenzi sasa hizi, kwani Nabii Adam hakujua kupenda? Aliimbiwa na nani? <laughs> aliimbiwa na nani hizo? <laughs> nyimbo za mapenzi mpaka akampenda hawa mapenzi. Allah baraka. Kwa hiyo zikitangazwa zile kuna watu wao, Ay, yuko wapi? Yuka, yuka, imba wapi ataimba wapi, si ndio hivyo? Kuna mwingine akishasikia ah, kumbe tangazo lenyewe, watu wanatangaziana nyimbo zao hata habari, umeona. Kwa hiyo Allah anajalia kuwa huyu mtu jicho lake na sikio lake ni Allah, anasikia kwa jicho la Mungu, anaona kwa jicho la Mungu. Allah anasema kwenye hilo unasema wabasarahu alladhi yubsiru bihi, na nakuwa Allah ndio jicho lake la kuonea. wayadahu allati yubtishu biha, Allah anakuwa ndio mkono wake yeye kushikia. Hashiki ambacho Allah hakitaki. Mungu amemfanya hashiki ambacho hakitaki. Kwa hiyo tafsiri haraka haraka ni hivyo, kitu Mungu hakitaki hashiki, lakini ya mbali zaidi ni mkono wake Allah kumwezesha kushika kitu ambacho watu wengine hawezi kushika. Sawa, mfano hai wa Nabii Suleiman. Nabii Suleimani ndio nabii, lakini yeye hakuwa hakuchukua arshi kuitoa kule kuileta pale alipo yeye, kuitoa Yemen kwa sekunde, kitu kinachotakiwa Yemen kuja huko Jerusalemu huko kwa sekunde tu, kimekushafika au sekunde mbili. Yeye ni mfalme na ndio nabii akawambia majini, majini. Alitangaza kwanza hadharani pale, jini mmoja akajigamba sana, mimi nitakuletea, mimi nina uwezo mkubwa. Nabii Sulemani hakuipenda ile lugha yake, bado akaendelea kutangaza, nani ataniletea manyatini bi arshia? Kuna kiumbe wa Mwenyezi Mungu, watu ambaye hata wamfikirii kamwe, pana akamwambia, mimi nakuletea kabla hujapepesa kumbe, vile anasema anachukua vile anasema nakuletea, yeye tayari huko anaichukua kabla wewe hujapepesa, iko pale pa huyo. Wala hakuwa nabii, hakutajwa ni nabii wala. Kwahiyo ni zaidi hiyo. Mungu anamfanya mtu hivyo sawa sawa, eh? Warijlahu allati yamshi biha. Mungu anatangaza kwamba nitakuwa, atakuwa yeye ndio mguu wake wa kutembelea. Haendi sehemu ambayo Mungu hataki. Sawa? Haraka haraka tafsiri hii. Mungu anamfanya miguu yake iende sehemu ambayo anapenda tu. Bali kwa zaidi anaweza kuwa hata na miujiza ya kutembelea. Anaweza Mungu akamfanyia hivyo. Mkamshangaa shangaa tu siku zote mpaka mkasema mchawi bibi jamaa. Ni mwacha wapi? Au tajua wewe mlikomwacha na mnakomuona. Umekuja kuja sanga hapa? Ah, safari mwingi siku hizi. Haya, kesi imepita. Mungu anaweza kufanya hivyo kwa mja, lakini atakapojipendekeza kingine, akasema hivi wa insa alani la utiyannahu, akiniomba nitampa. Kumekuja la utiyannahu kwa mkazo, akiniomba nampa. Cha ja ajabu ni kwamba watu wenyewe wanaojipendekeza kwa Mungu hivyo wala hawapendi kuombaomba. Kama ana shida, unaweza ukasema kama anaomba atapewa. Mbona mbona ha, anaonekana wa kawaida mno, hana shida na hayo unayotaka wewe aombie. Na ikitokea siku ameomba kweli, anapewa. Kingine wala inistaadhani la uidhanahu akiomba ni mkinge kwenye jambo na mkinge yaani, mja wa Mungu akifikia hatua hizo usimchokoze, hatari kweli ikitokea tu anasema, ya Rabbi, mbona ananisumbua sana au umekwisha oh, akiomba tu kukingwa na Allah anakingwa. Sikiliza la mwisho, utashangaa anasema hivi, wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu. Mungu anasema sijawahi, yani sijawahi kusitasita kwenye jambo ambalo mimi nitalifanya kuna mambo Mungu lazima ayafanye. Kifo, kifo si ameshaandika kwa mtu lazima afe, si ndio? Wote tufe, kullu nafsin hey dhaiqatul maut. Sasa anasema hivi kuhusu hicho kifo, wama taraddadtu an shayin, sijasita sita kwenye jambo ana failuhu, ambalo lazima nilifanye taraddudi, kama ninavyosita an nafsi lmumin kwenye nafsi ya muumini huyo, yakrahu lmauta, ambaye hapendi kufa kwa kipindi hicho. Wa ana akrahu masaatahu au musaatahu au isaahu, na mimi nachukia kumuudhi. Yaani hivi muumini wa sifa hii ambaye tayari amejisogeza kwa Allah sana, huwa anapenda sana kuwa karibu na Allah kila wakati, yes, kiasi kwamba anaona kufa kwa kipindi hiki ni mbona nitakuwa siko tena kwenye ile ninachofanya, hisia za namna hiyo. Kwa hiyo hapendi kufa kwa wakati huo. Kwa maana hiyo anajisikia ah, hapa nilivyo raha kabisa mimi hapa hivi nimesujudu, mkifa hapa mbona mmekatishwa, kama hilo. Lakini kwa mfano, kama ameandikiwa kufa hapo kwenye sijida, Allah atamwacha, anamchukua, si ndio eh? Sasa hisia zake zinapomjia pale, ana raha ya kuwa karibu na Mungu kiasi yes, kwamba kwa kipindi kile hapendi kufa. Mungu anasema sijawahi kusitasita ku, ku, ku sita kuchukua kufanya jambo ambalo lazima nilifanye kama ninavyosita kumchukua muumini huyu wakati hajapenda kufa kwa kipindi hicho, yaani hajataka kufa, hatamani kufa. Mungu anasita kumchukua lakini lazima amchukue. Hebu unalionaje kufa lazima huyu tu amejisikia raha kipindi kile mpaka hajisikii kufa, sio kama yeye anachukia kufa hasa, kwa wakati huu alivyokuwa karibu na Allah mpaka anaona, ningeachiwa kwa muda huu nikaongea na Allah navyopenda hivi. Amefunguliwa mbali, anaona kashaingia peponi kwa wakati huu anavyoona raha, na yeye ndio kumbe ameandikiwa kufa hapo kwa hiyo Mungu anasema kwamba na sita sita kumchukua mtu huyu, sipendi kumkera, lakini lazima nimchukue. Amependwa kiasi gani? Lakini anapendwa wakati gani? Anapojisogeza. Ndio maana yangu ni hiyo tu kwenye somo hili. Kwa hiyo jina Arrahman, ili Arrahman lina rehma kwa wote duniani, lakini kuna rehma rehma zile ambazo anazipata anayehusika na stahiki, stahiki wote, wastahiki wanapata pia, lakini kuna rehma nyingine anazipata mtu maalum kwa kujisogeza kwa Allah subhanahu wataala. Insha allah kila mifano ikija, tutakumbusheni hili mpaka tuhamie jingine. Wasallallahu ala nabiina muhammadin wa ala alihi wasabi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.